Manjaro baadhi ya majimbo mkoani uh, baadhi ya majimbo mkoani humo washindi wa washindi wa kiti cha ubunge wameanza kutangazwa. Taarifa zaidi, tunaongana naye Zefania Renatus akiwa na mengi kutoka mkoani Kilimanjaro. Hatimaye kitendawili cha kugombea jimbo la Moshi mjini kimeteguliwa baada ya msimamizi wa uchaguzi jimbo la Moshi mjini, Jeshi Lupembe, kumtangaza aliyekuwa mgombea wa jimbo hilo kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Jaffari Maiko kuwa mbunge wa jimbo hilo. Matokeo hayo ambayo yalikuwa yamesubiriwa kwa hamu na wafuasi wa pande zote mbili wakitaka kujua nani ameibuka mshindi kati ya Chadema na CCM iliwapa wakati mgumu askari wa jeshi la polisi mkoani hapa kuwatawanya wafuasi hao waliokuwa wamesogea karibu na viwanja vya halmashauri ya manispaa ya Moshi yalipokuwa yakihesabiwa matokeo hayo mato Kwa mjibu wa Lupembe, hatimaye akamtangaza Jafar Michael wa Chadema kuwa amepata kura 51646 dhidi ya Davis Mosha wa CCM aliyepata kura 26920 kati ya kura 79689. Tulikuwa na mgombea anaitwa Abdul Ramon wa chama cha ACT ataua tulikuwa na mgombea anaitwa Davis Ellis Shamosha wa chama cha mapinduzi, CCM amepata kura 26920 9 2. Tulikuwa na mgombea anaitwa Jafari Rafael Michael wa Chadema amepata kura hamsini na moja elfu mia sita arobaini na sita kwa mamlaka niliyopewa na mtangaza na huko katika jimbo la Siha, msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hilo la kitambulio amemtangaza Dr Godwin Moleli wa Chadema kuwa mbunge wa jimbo hilo baada ya kujinyakulia kura 22,746 akimwangusha aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo kupitia chama cha Mapinduzi Agrey Manuri aliyepata kura 18,584. Kwingineko katika majimbo saba ya uchaguzi yaliyobakia: Same mashariki na Same magharibi, Vunjo, Moshi vijijini, Mwanga, Hai pamoja na jimbo la Rombo, mchakato wa uhesabuji kura bado unaendelea. Zefania Renatus, Sista TV.